Shirika la Viwango Tanzania TBS limetoa maelekezo kwa waagizaji, mawakala wa forodha na umma kwa ujumla kuhusu taratibu za uagizaji wa vipuri vya magari vilivyotumika, baiskeli zilizotumika, mashine zinazohamishika zilizotumika pamoja na trela zilizotumika kutoka nchini Japan. Kwa mujibu wa taarifa ya TBS iliyotolewa Dar es Salaam Januari 1, 2026, bidhaa hizo zote zinatakiwa kukaguliwa zikiwa nchini Japan kabla ya kusafirishwa kuja Tanzania kwa kuzingatia utaratibu wa ukaguzi kabla ya kusafirishwa. TBS imeeleza kuwa lengo la ukaguzi huo ni kuhakikisha ubora na usalama wa bidhaa zinazoingia nchini pamoja na kudhibiti uingizaji wa mizigo isiyokidhi viwango vya ubora. Ukaguzi huo unatekelezwa na ala aliyeidhinishwa na TBS anayejulikana kwa jina la EAA Company Limited, huku taarifa za mawasiliano ya wakala huyo zikipatikana kupitia tovuti ya TBS. Kwa mujibu wa maelekezo hayo, waagizaji wanatakiwa kuwasiliana na wakala husika ili bidhaa zao zikaguliwe na kupata cheti cha uthibitisho wa ubora kabla ya mizigo hiyo kusafirishwa kuja nchini. TBS imeonya kuwa endapo utaratibu huo hautazingatiwa, ukaguzi wa bidhaa utafanyika baada ya mizigo kufika nchini na muingizaji atatozwa faini ya asilimia kumi na tano ya thamani ya bidhaa au gari husika, faini ambayo itahakikiwa na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Aidha, shirika hilo limetoa kipindi cha mpito cha siku sitini kuanzia tarehe ya tangazo hilo ili kuwapa fursa wa waagizaji kujiandaa kikamilifu na kuanza kuzingatia utaratibu mpya. Bidhaa ambazo taratibu za usafirishaji wake zilikuwa tayari zimeanza ndani ya kipindi cha mpito au ziko safarini kuja nchini, zitakaguliwa baada ya kuwasili bila kutozwa adhabu, mradi muingizaji awasilishe nyaraka za uthibitisho husika. TBS imewataka waagizaji na wadau wote kuzingatia maelekezo hayo kwa manufaa ya usalama wa watumiaji na ubora wa bidhaa zinazoingia nchini. Kwa maelezo zaidi, wananchi wametakiwa kutembelea tovuti ya TBS www.tbs.go.tz au kupiga simu bure namba 0800110827.